Awali kulikuwepo na wizara 42, lakini kwa sasa kulingana na katiba mpya kutakuwepo na wizara 22 pekee. Baada ya wanasiasa kuzuru maeneo mbalimbali wakati wa kampeni, muungano wa Jubilee uliibuka mshindi katika kiti cha urais licha ya kesi kuwasilishwa mahakamani kupinga kuchaguliwa kwa Uhuru Kenyatta na naibu wake mteule William Ruto. Muungano wa TNA na URP unatarajia kugawana nyadhifa hizo nusu kwa nusu kumaanisha kuwa chama cha TNA na URP kitapata nafasi 11 kila mmoja. Hata hivyo, swali ni nani atapata nini katika kugawana kwa wizara hizo iwapo serikali ya Jubilee itatoa uongozi. Duru za kuaminika za nukuu kuwa huenda chama cha TNA kikachukua wizara za usalama, mambo ya kigeni, usafiri, uhamiaji na elimu huku chama cha URP kikitoa wizara za fedha, mawasiliano, kilimo, kawi na barabara, japo mashauriano kuhusiana na nyadhifa hizi yanaendelea. Hata hivyo, tulizungumza na mchanganuzi wa kisiasa akasema kuwa baadhi ya mambo yatakayotiliwa maanani katika uteuzi wa mawaziri kwenye mrengo wa Jubilii ni jinsia. Anaweza kuangalia uchaguzi ili ilifanyika ili, ili, ama ile itakuja na aone tukifika ile next election, naweza kuhitaji kura kutoka hapa na pale kwa hivyo wacha nianze na hawa watu, tuanze urafiki. Hata hivyo wakenya wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu zaidi, mrengo wa Jubilee unazidisha mikakati ya uteuzi wa nyadhifa za mawaziri na kati ya wizara ishirini na mbili kila mkoa utapata nyadhifa mbili. Inadaiwa kuwa mkoa wa kati na bonde la ufa huenda ukapata nyadhifa zaidi, huku Najib Balala na Charity Ngilu wakitazamiwa kupata nafasi katika mojawapo ya wizara. Victor Wetende, Citizen Nipashe.